Karibu sehemu ya pili ya simulizi itwayo Nitalifuta chozi lako Mama. Simulizi hii imetungwa na waandishi mahiri nchini Tanzania, John Njelekela pamoja na David Edward wanaopatikana kwa WhatsApp namba 0657834251 na kusimuliwa kwako nami Erasto J ninayepatikana kwa WhatsApp namba 0684689541. Sehemu ya kwanza tulishia pale, mama Kulwa anadaiwa pesa ya kodi na baba mwenye nyumba, na baada ya mama Kulwa kulia sana na kumwomba baba mwenye nyumba mpati siku tano ya kumlipa pesa yake, naam, yule baba alikubali, lakini kwa masharti ya kupewa mwili na mama Kulwa, na mama Kulwa asipofanya vile, basi ondoke katika nyumba yake. Je, Mama Kulwa atakubali angali akiwa bado yu katika majonzi ya kubakwa na baba ambaye alidai kuwa atamchangia biashara yake ya mboga zaidi ya mara mbili ya fedha ya kila fungu la mboga? Yote hayo na mengine zaidi, jiunge nami mwanzo mpaka mwisho wa simulizi hii ya majonzi inayoitwa nitalifuta chozi lako mama. Sasa tunaendelea nayo. Mama angu alilia sana, lakini baada ya muda kadhaa yule baba akarudi tena. we changu doa unajifanya unajua sana kulia eh? chunga sana usije kunijazia watu hapa eh. <coughs> eh. Nakwambia hivi ninaondoka, kwa kuwa hutaki kunilipa pesa yangu leo nitalala na wewe kitanda kimoja, umenielewa? Mama hakumjibu chochote kile, mwishowe yule baba mwenye nyumba akaondoka. Mama akaingia ndani kisha akafungasha vilago kwa ajili ya safari. Kumbuka kuwa tulikuwa maskini, hivyo basi hatukuwa na kitanda wala godoro zaidi ya mkeka tu. Hivyo mama aliukunjua ule mkeka ambao tulikuwa tukilalia, kisha mama akanipatia sufuria ndogo, kisha tukaanza safari ya kuhama pale tulipokuwa tukiishi. Mama mama tunaenda wapi? Nilimuuliza mama nangu uwe ni mdogo sana, hivyo huwezi kunielewa chochote kile, eh? Tunaenda kwa babu yako kijijini, mama alinjibu, lakini alinificha ukweli kwani nilikuwa sina babu wala bibi kwani walikwisha tangulia mbele za haki. Baada ya mama kuzungumza vile, tuliondoka na mafurushi yetu, kutwa tukizunguka jiji la Dar es Salaam mpaka kiza kikaingia. Hapo ndipo nikamuuliza tena mama, "Mama, kwa babu ni mbali sana, nahisi njaa mama, mama." Naye akanijibu <laughs> "Mwanangu, mwanangu Kulwa, we ni mwelevu sana, tutalala hapa sawa alafu kisha asubuhi tutaenda napoishi babu yako sawa mwanangu. Mama alizungumza, kisha akafungua kifurushi mojawapo kati ya vile vifurushi tulivyokuwa tumebeba na akatoa burungutu la karanga kisha akanipatia. Mwanangu mwanangu Kulwa, kula hizi karanga, alafu kesho tukifika kwa babu yako, nenda kupikia wali mzuri mwanangu kama ule wa Agnes, sawa eh? Mama alinisihi hivyo nami upesi nikaanza kuzila zile karanga. Kiza kikazidi kutanda, mama akaukunjua mkeka kisha akanilaza mimi, na muda ule ule nikapitiwa na usingizi. Na baada ya muda kwenda, mama akaniamsha na tayari ilikuwa ni siku nyingine. <laughs> Kulwa mwanangu, amka, tukamtafute babu yako. Mama alizungumza huko akiukunjua ule mkeka kwa ajili ya kuianza safari. Tukaondoka eneo lile muda ule ule asubuhi tukazidi kutembea huku na kule bila kufika kwa babu. Mama alichoka sana. Akaanguka chini. Nikajaribu kumwinua mama lakini nilikuwa sina nguvu hapo. Sasa nikaomba msaada kwa watu waliokuwa wakipita, lakini kila aliyepita alisikia sauti yangu, lakini hakuna aliyejali. Hivyo mama akiwa chini na mimi nikiwa juu, nikamsikia mama akizungumza na mtu ambaye nilikuwa hata simoni, na kutegemea wewe tu na si mwingine hata kama okay kunichukua mimi basi, mwanangu mlinde na na umwepushe bala lolote lile litakaloweza kujitokeza mbele yake, sina nguvu mimi. Mama alizungumza na Gafra, akatokea mama mmoja aliyekuwa makamo kama ya mama yule mama alitueleza kuwa tumeketi katika eneo lake la biashara, hivyo tuondoke. Niliamua sasa nitumie nafasi hiyo kumsaidia mama yangu. Hapo ndipo nikaanza kulia huku nikimweleza yule mama kuwa mama yangu ni mgonjwa. Yule mama alikuwa na huruma, hivyo akamsogelea mama, kisha akamnyanyua. Nilifurahi sana pia haikutosha, alifungua duka lake kisha akachukua mkate na kumpa mama. Kula mkate huu ili upate nguvu eh, yule mama alizungumza kumsihi mama yangu. Mama aliupokea ule mkate kisha tukaanza kula naye. Baada ya mama kupata nguvu, alimshukuru yule mama kwa msaada wake na da dakika, Mungu atakubariki kubariki katika biashara yako <laughs> Kwa ni kati ya watu mia moja, wewe ndiye pekee ambaye uliweza kunisaidia kwa majina, anaitwa Priska, lakini unaweza pia ukaniita Mama Kulwa, na huyu ndiye mwanangu. Maisha yangu yamekuwa jalalani, sina pa kulala wala pa kula. Sina ndugu hapa jijini Dar es <laughs> Salaam. Ndugu yangu wote niliwafahamu, baba na mama walishatangulia mbele za haki, angali nikiwa darasa la tano na baada ya wazazi wangu kufariki, siku moja nilipotoka shuleni nikakuta, nikakuta nyumba yetu imeuzwa, na aliyeinunua nyumba yetu alikuwa ni mtu mwenye pesa, alikuwa mtu ambaye anamiliki magari na makampuni makubwa huko nchini South Africa. Hivyo nikajitahidi kwenda katika vyombo vya sheria, lakini haikusaidia, kwani pesa za yule tajiri aliyenunua nyumba yetu zilikuwa zikiongea vyema. Sikuwa tena na sehemu ya kwenda. <laughs> Nikawa mtoto wa mtaani hadi siku nafanyiwa kitendo kibaya na binadamu wenzangu. <laughs> Mama alisita kidogo, akayafuta machozi kisha akaendelea tena kumsimulia yule mama mwema. <laughs> Kipindi natoka shuleni, nilibakwa na wanaume zaidi ya sita kwa wakati mmoja kitendo hicho kikanipelekea mimi kubeba ujauzito wa watoto mapacha na baada ya kujifungua kwa shida sana, mmoja <gasps> alifariki na kubaki na huyu ambaye ninaye hadi hivi sasa, unayemwona hapa, anaitwa Kulwa. Mama alizungumza huku machozi yakimtoka. Chozi la mama likamfanya yule mama naye aanze kulia. Dada, pole sana, pole sana kwa aliyokukuta kwa matatizo, lakini mimi kama mwanamke mwenzio nitakusaidia, utaishi kwangu mpaka siku utapopata sehemu ya kuishi. Mimi kwa majina naitwa Mariamu, watu wengi wamezoea kuniita mama Majariwa au mama Filipo, naishi hapo tu mtaa wa tatu. Yule mama alizungumza kwa ukarimu. Mama ambaye alijitambulisha kwa majina matatu, hakika jina pia lilisadifu yaliyomo kwa yule mama, alitanguliza mbele uhai wa mtu na chuki akaweka nyuma. Lakini baada ya mama kupata msaada, likaibuka janga kubwa kuliko janga lolote lile katika maisha yake, janga ambalo lilipelekea mama kupoteza maisha na kuniacha mimi peke yangu. Naam. Usikose sehemu ya tatu ya simulizi hii nzuri, inayoitwa Nitalifuta Chozi Lako Mama. Unaweza kupata mwendelezo wa simulizi hii na simulizi nyingi zaidi za kusisimua kwenye grupu letu la simulizi. Wasiliana nasi kwa WhatsApp kupitia namba sifuri sita nane nne sita nane tisa tano nne moja.